Mwanamke mwenye umri wa miaka 28 amekamatwa na kuzuiliwa na polisi baada ya kupatikana na takribani gramu mia tatu za dawa za kulevya aina ya cocaine katika operesheni ya mtego iliyofanyika kando ya barabara kuu ya Moyale Nairobi. Kukamatwa kwake kulikuwa sehemu ya msako unaoendelea wa mashirika mbalimbali dhidi ya njia za usafirishaji wa dawa za kulevya zinazounganisha ukanda wa kaskazini wa Kenya na mji mkuu Nairobi. Jen Njeri Mwigai alikuwa akisafiri kwenye basi lililokuwa likielekea Nairobi wakati aliposimamishwa katika ukaguzi wa kawaida barabarani. Maafisa waliokuwa wakifanya ukaguzi waligundua tabia ya kutiliwa shaka kutoka kwa Jen, jambo lililowafanya maafisa wa kike kumtenga kwa uchunguzi wa kina zaidi. Kulingana na taarifa kutoka kwa idara ya upelelezi wa jinai, DCI, upekuzi wa mwili ulibaini kuwepo kwa gramu 294 za dawa za kulevya aina ya cocaine zilizofichwa kwa ustadi sehemu zake za siri. Dawa hizo zilichukuliwa na kupelekwa kwa ajili ya uchunguzi wa kisayansi. Jane alifungiwa katika kituo cha polisi cha Mayole ambako anazuiliwa akisubiri uchunguzi zaidi na kufunguliwa mashtaka. Wapelelezi wa kitengo cha kupambana na mihadarati kutoka DCI wanajiandaa kuanzisha mashtaka rasmi. DCI ilisisitiza umuhimu wa kukamata huko, ikibainisha kuwa njia ya ukanda wa kaskazini imekuwa ikitumiwa kwa kiasi kikubwa na magenge ya magendo kusafirisha dawa za kulevya na bidhaa haramu kuelekea kijijini. Mamlaka zimeapa kuimarisha uangalizi na kukwamisha shughuli za magenge ya usafirishaji wa mihadarati yanayotumia barabara za mashambani kama njia ya siri ya usafirishaji. Kukamatwa huku ni ushahidi wa umakini wa maafisa wetu na mafanikio ya ushirikiano baina ya mashirika. Ilisomeka sehemu ya taarifa ya DCI. Uchunguzi kuhusu chanzo na walengo wa dawa hizo za kulevya unaendelea, huku polisi wakipanua wigo wa kukamatwa wahusika wa mitandao ya usafirishaji wa mihadarati wanaotumia maeneo ya mipakani. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.